Naitwa Dr Vida Makundi kutoka wizara ya afya, idara ya kinga, sehemu ya epidemiolojia. Epidemiolojia inashughulika na ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa. Tumekutana hapa siku ya leo kutengeneza nyenzo za mfumo ambao ni wa kielektroniki, ni wa kidijitali kwa ajili ya kufuatilia tetesi za magonjwa. Kwa hiyo tuko hapa leo tunaangalia huu mfumo na tunatengeneza e, kama SOP au tunatengeneza e, mwongozo jinsi ya kutumia huu mfumo, na baadaye tutatumia mwongozo huo kufundisha au kuwezesha e, wenzetu wa kutoka kwenye halmashauri na mikoa waweze kutumia huu mfumo ili kuweza kupata taarifa za magonjwa A. Mfumo huu umekuwa designed na WHO, na tunawashukuru sana WHO wa hapa nchini, na kuna wataalamu wametoka Nairobi ndio wanatufuatilia, wanatusaidia, tunasaidiana nao katika kutengeneza mwongozo huu wa kutumia mfumo huu. Tukishakuwa kuwa na huu mfumo itakuwa ni rahisi kuwafundisha watu wa halmashauri uh, wenzetu wa halmashauri pamoja na mikoani, ili kuweza ku, kuweza ku, kufuatilia magonjwa kawaida. Tetesi zozote zinazotokea kwenye jamii tunapenda tunazichukua zote, halafu tunazifanyia kazi ili tujue kama ni za zina uwezekano wa kuwa na magonjwa au kuwa na, ma, na magonjwa ya mlipuko au hapana. Tukizifuatilia tukikuta haina ugonjwa haina viashiria vyovyote vya magonjwa, basi huwa tunaachana nayo au tunaendelea kuifuatilia. lakini tukikuta kwamba ina uwezekano wa kuleta hatari za kusambaa kwa magonjwa, basi tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo mfumo huu umekuwepo kila, kila wakati mfumo huu umekuwepo, lakini hata kabla ya hapo tulikuwa tunafuatilia hizi tetesi lakini, kwa njia nyingine. Kwa hiyo kuwepo kwa mfumo huu utatusaidia sisi kurahisisha e, ufuatiliaji wa tetesi pamoja na kutolea taarifa kila siku. Sisi tunatoa taarifa za tetesi za magonjwa pamoja na matukio yanayoathiri afya kutoka duniani na hata hapa nchini, na tunazifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba magonjwa yanaibuliwa au magonjwa yale yenye uwezekano wa kusambaa yanagundulika mapema na kuzuia e, kusambaa na kuleta madhara. Tunafanya ufuatiliaji wa magonjwa na matukio yanayoathiri afya kuanzia ngazi ya jamii. Hatusubiri mpaka yafike kwenye vituo vya kutolea huduma, tunafuatilia tangu yakiwa kwenye ngazi ya jamii, kwa sababu tunafahamu kwamba E, magonjwa haya na matukio haya yanaanzia kwenye jamii. Kwa hiyo tunaiasa jamii iendelee kutupa taarifa hizo ambazo tunaweza tukapewa na familia moja moja, mwananchi moja mmoja, kupitia namba yetu ile ya moja tisa tisa au hata kutoa taarifa kwenye kituo cha kutolea huduma. Hizi taarifa zinatolewa zaidi na lile jeshi letu la kufuatilia magonjwa la kwenye jamii ambalo ni wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo hawa ni mabalozi wetu wanaotupa taarifa, kwa sababu wanaishi kule kwenye jamii na wanatuletea hizo taarifa. Kwa hiyo tukipata hizo taarifa, tunazichukua tunazifanyia kazi, na tunapopata mapema hizi taarifa, inazuia kusambaa kwa magonjwa. Mfano, kama atakuwa amepata mgonjwa mmoja, huwa tunapenda asipate na mwingine ugonjwa, usisambae kwa mwingine, tuweze kudhibiti ugonjwa huu mapema Kabla haujasambaa sehemu nyingine.